Sasa kama unakuwa na timu za ligi kuu halafu viongozi wote ni Simba na Yanga, TFF wenyewe hawana sauti kama hivi vilabu, yani wamezidiwa sauti. Tuna, tuna, tuna siasa kwenye mpira au siasa za mpira. Uh, kama sasa hivi uh, Simba na Yanga imekuwa hawa wanasema hatuchezi, hawa wanasema leteni timu uwanjani tunatamani kufika mbali, timu zetu ziende zishiriki, uh, kama vile klab bingwa ziweze kufikia hata kubeba, sio kushiriki tu, kwa sababu tumeanza muda mrefu sana. Hiki kinachoendelea kwa sasa Tanzania, kwa upinzani huu mkubwa wa vilabu hivi vikubwa viwili, Simba na Yanga, kinaweza kina kaa, kinaharibu kwa kiasi gani mpira wetu wa Tanzania? pakubwa na ndio aniyozungumza bongo flava haiwezi kwenda international kwa sababu ya haya niliyozungumza. Na mpira wetu hatuwezi kuwa na wachezaji wakubwa kwenda international kucheza Ulaya huko kwa staili hii. Hata ligi yetu sasa hivi ni namba tano kwa ubora Afrika kwa sababu ya wageni, wakina Pakome, kina Ziski, Shanl vizuri, kina Sako walipokuwa hapa, kina Kanuti kina Kamala na Chama kina Chama mm. Ndio ligi yetu imekuwa bora kwa sababu ya wageni, na hawa wageni wengi ukiwafuatia wametoka kwenye academy wamelaiziwa toka wadogo. Kwa hiyo wanajua heshima ya, ya kipaji wana maadili kama mchezaji, namna ya kuzingatia afya yake kama mchezaji na vitu kama hivyo, na ndio maana mchezaji wa Tanzania ni mwaka mmoja tu chali Sababu natoka mazoezini mtu unamkuta na wanawake. Sababu wametokea kumtaani sio kwenye academy, hana maadili, hajafundishwa namna ya kujitunza. Yeye stare mwaka mmoja chali. Mabondia na yeye mwaka mmoja chali. Hayo hayo mambo. Sanaa inayoendana na na, na hivyo vitu. Pombe na wanawake ni muziki so, tu. So mimi nikipanda jukwani si niko tu hapa. Kwa hiyo ile ndio sanaa inaendana na steam. Ndio maana kuna wasanii wengi wameingia kwenye game mwaka wa kwanza wa pili hatumii kilevi chochote. Lakini sasa hivi wanafanya nini? Anatumia. Sababu ya kukesha usiku. Unakuta unasafiri hapa usiku mpaka Ilinga. Inafika tu watu unaanza unataka steam. Na umati pale umejaa unatakiwa uwe steam. Lakini kuna san, yani kuna vitu haviendani na hivyo vitu. Ngumi, riadha, mpira na starehe Haviendani, subiri mpaka ukije, umepiga mahelo, umestaafu, fanya starehe. Umeelewa vizuri? So soka letu sisi, zamani, kipindi cha nyuma, rais akiwa wa akiwa rais akiwa TFF rais wa TFF akiwa, akiwa TFF, akiwa ni wa TFF akiwa ni wa Yanga, Yanga inachukua makombe misimu hata mine Raisi wa TFF akiwa ni wa Simba. Simba inachukua makombe misimu minne. Nafikiri makumbuka kipindi cha nyuma Simba alivyochukua makombe yote. Yanga kile inatembeza bakuli. Mm. Sasa hivi makombe yote yeah. Kwa sababu raisi wa TFF sasa hivi ni Simba. Kalia ni Simba. Lakini kata kataitiwa na nini, na mfumo. Yaani kuna watu sasa hivi wame wameshalishtukero na hii nimeshaliongea miaka mingi. Mimi hata kipindi cha Kagere. Kagere anafunga goli kwa mkono refu anaweka kati. Mimi ni kwa nachukia mimi ni Simba damu. Hatuwezi kuwa na soka laifo. Ni lazima tuwe fair. Hapa Tanzania ha, kwenye ligi eti Simba isifungwe na timu yoyote. Yanga isifungwe na timu yoyote. Sasa miaka yote soka itakuwa wapi? Haiwezi kukua. Nampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, ni mpango wake ni kujenga academy, mikoa kibao, ni kwamba watoto wenye vipaji waanzie shule pale pale. Yaani mtoto anasoma shule pale pale na mpira anacheza pale pale. Tofauti na zamani mtu anakaa kwao, anaenda shule, anaenda makongo kwa kipingu. Kwa hiyo hili kwa kwa likija kwenye academy, ndo tutaweza kuwa na timu ya taifa bora, lakini sio kwa staili hii. Kwa hiyo, football politics inabidi viongozi waiache. Nimeona mara kadhaa pia hata uh, bungeni pia wamekuwa kijadili. Mm. Unakuta kiongozi labda wa Kagera Sugar. Hiyo alishawahi kuongea nani? Huyo Mzimbabwe nani yule alitoka Azam akaenda Simba. Akaenda Yanga. Mahera, mahe, nani? Huyo kocha aliyegomea mpaka akawa anaingia uwanjani kwa Mzimbabwe? Na ni mchezaji au ni kocha? Mchezaji, alikuwa Azam. Alikuwa Azam. Eh, kamia Yanga sasa hivi ndo anacheza pale mbele. Mzimbabwe. Dube. Dube. Alitokea sasa, aligomea sasa, kwamba wanamwambia mkataba bado, akasema mimi sitaki, ndio akagoma, akawa anaenda uwanjani, anaonyesha hamia wapi? Yanga. Si ndio lengo lake, hamia wapi? Yanga, na kweli akafanikiwa. kwa hamia wapi? Yanga. Siwezi, alifanyiwa interview akasema, mimi kuendelea kukaa Azam, viongozi wenyewe wa Azam ni Simba na Yanga. umeelewa sasa viongozi wenyewe wa hizi timu zingine ni Simba Simba na Yanga, kwa hiyo unakuta kiongozi yuko lazi kuwashawishi wachezaji na kocha Ofi, hakikisha Yanga anashinda, inatufunga. <laughs> <laughs> Mm, soka gani itakuwa? Unakuta viongozi sio wa, wa, wa, wa Coastal Union, ni wa Simba na Yanga. Duba aliongea siwezi ukaa kwenye timu ambayo viongozi wangu wenyewe ni wa Simba na Yanga, wanataka sisi tufungwe na Yanga, tufungwe na Simba sababu ni timu zao. Umeona uozo? Unaona hicho kirusi? Watanzania walikuwa walijua hilo sasa. Kama unakuwa na timu za ligi kuu alafu viongozi wote ni Simba na Yanga, alafu Yanga ikiwa inacheza na na na hiyo timu, kiongozi anamwambia kocha, panga vibaya timu ili Yanga watufunge, sababu timu yangu ni Yanga. Wa Simba wenyewe wakikutana timu hayo ni mapenzi au ni nini? si ndo Tanzania ni Simba na Yanga, ndo that is a problem we have. Inchi nzima ni Simba na Yanga. hata serikalini ni wao, hata bungeni ni Simba na Yanga. Ungekuwa wewe kwenye nafasi ya kuishauri labda TFF au bodi ya ligi au nini chochote ambacho kinahusiana na mpira kwa hiki ambacho kinaendelea huku Yanga wanasema hatuchezi, huku Simba wanasema tutapeleka timu wewe hasa ungeshauri nini? TFF wenyewe hawana sauti kama hivi hivi hivi vilabu, yani wamezidiwa sauti, wamezidiwa sauti. Vilabu ndio vina power kubwa. Yanga akisema tuchezi, TFF hawezi kufanya kitu chochote, sababu pande wa Simba viongozi wapo, wapo, yana maanisha serikali. Mm, iwe vyama vya siasa. Kwa hiyo ni kwamba ndio tunaita kwamba football politics. Hata bungeni kuna wabunge wa Simba na Yanga na waga wanacheza mechi zao. Umeelewa. Hivi mtibu hapo angeweza kugomea kweli? <laughs> ha, <wasingeweza. laughs> Mtibu, mtibu, mt, mtibu aseme atuchezi. Timu yoyote igome? Eh. Fine inaweza ikafungiwa hata kusajili wapi Spain, timu zote ziko sawa. Labda hii inatokana pia na namna ambavyo labda unakuta mtu kadhamini timu fulani ambaye, yani unakuta kama inavyosemekana labda GSM ka, kadhamini ka timu nyingi ligi kuu. Kwa hiyo labda ina, inasababisha pia hizo timu kuwa chini yake na kusikiliza sauti yake, sababu ya, kwa kwanza hata kipindi cha nyuma mpaka sasa hivi ipo hiyo. Kipindi cha nyuma toto ya Mwanza, toto kisha mapanda tawi la ya mm. toto. Mm. Yanga timu Yanga. Simba. Simba. Simba. Mm. Simba. Simba. Simba. <laughs> Kwa hiyo hizi timu zina matawi yao, pengine ligi inapoenda sasa kwamba yani hapa, sasa, hapa, hatuna namna, eh, sasa ndio wanakutana na tawila ah, basi magoli bwerere tano <laughs> kwa hatuwezi mm. kuwa na soka bora, kwa sababu kwa hiyo huu ni mfumo ambao utatutesa miaka mingi sana mm. na hatuwezi kuwa na timu bora ya taifa, hatuwezi kuwa kuja kupata wachezaji wa kucheza kimataifa, kwa sababu tukiwa na wachezaji wanacheza Uingereza, Spain, Ubelgiji, wapi wapi kama kina Mbwana Samata

kule wanakuwa na exposure kubwa lakini hapa si so. Mchezaji tukatoka sijui Singida United, mara Simba, mpira unaisha. kayo ni lazima TFF. Bado, bado tuna safari kubwa sana kama safari tulionayo kwenye kwenye bongo flavor, si ndio? Sawa bana, mtazamaji wa Dudubaya TV, tumezungumza mengi zaidi, lakini mengi zaidi tutaendelea kuyapata hapa kwa kusubscribe na kutani notification, kwa sababu utakuwa wa kwanza zaidi wa kupata maneno kuntu maneno konki kutoka kwa Dudubaya mwenyewe konki master. Mimi nafikiri hatuna cha ziada, paka wakati mwingine tena eh, siku nyingine tena tena tutakutana, au unasemaje? Ya keep watching Dudubaya TV, usipitwe Yani, maneno kuntu, maneno konki, kila kitu ambacho ulikuwa ukijui utakipata Duduba TV bongo touch. <laughs>